Vodacom, kazi ni kwako. Lakini swala la elimu, nyote mnafahamu tumekuwa tukijitahidi, tuki, tuki sana na kuhakikisha tunaunga mkono juhudi za serikali kuu katika kuhakikisha wanafunzi wawote wa Kitanzania wanapata elimu iliyo bora bila michango ambayo imekuwa kero kubwa kwa wananchi hao ya, kuna kuna suala, otosefo, madawati, bashuwe, almashauri yetu katika bajeti ya mwaka 2016/2017 tumetenga bilioni moja na milioni 300 kwa ajili ya madawati, lakini vile vile tunafahamu serikali kuu imetoa deadline mpaka mwezi wa sita mwaka huu tuwe tumetatua changamoto ya madawati, na sisi tumejipanga kwenye hela zetu ambazo tulikuwa zip, tumezipangia matumizi mengine katika bajeti hii tunaomalizia, tunomali, tumetenga bilioni moja na milioni 700 kwa ajili ya kuhakikisha tunazipeleka kwenye shule za msingi kujenga madarasa pamoja na kununua madawati.